Vipenzi, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu as alaikum. Bwana asifiwe. Leo ninawaletea stori moja ya bwana mmoja aliyekuwa anaitwa Kitunguru. Huyu Kitunguru bwana alikuwa anayetokea katika jamii ya mbogamboga na matunda. Basi huyu Kitunguru alikuwa ni mkali sana kiasi kwamba mpaka familia yake yote ilimchukia kwa ajili ya ukali wake. Yani ilifikia hatua kitunguru akawa hana hata rafiki ambaye anaweza kuongea naye, ndugu alimtenga, yani kwa sababu alikuwa ni mkali mkali tu. Basi kitunguru baadaye alivyoona yuko mpweke sana, akaamua aende akaishi mwenyewe. Alitafuta kijiji cha mbali kitunguru, akaenda akaishi huko. Basi sasa baadaye alivyokaa sana, alianza kuugua. Alivyoanza kuugua, ikabidi aende hospitali. Alivyoenda hospitali, daktari akamwambia kwamba ana ugonjwa wa pekee, yani ugonjwa uliosababisha anayekuwa pekee hivyo. Akaambiwa dawa yake ni anatakiwa aishi na watu. Basi Kitunguru baada ya kuwaza sana, akakumbukia maisha yake ya nyuma. Ah, akakata shauri akaona, hawezi kufa, hakuwa tayari kufa kwa wakati ule. Kwa hiyo akakata shauri, akaona arudi katika jamii yake, huenda labda wana kwa sababu Kitungu alikuwa haamini kwamba yeye ni mkali kiasi ambacho ilipelekea watu marafiki, majirani, ndugu zake wakawa wanamchukia. Kwa alijua tu kwamba watu wanamchukia kwa sababu zao binafsi, kwa hiyo alikuwa naamini kwamba Akirudi katika kijiji chake basi watu watakuwa wameshaondokana na mawazo hayo. Kwa hiyo Kitunguru aliporudi aliona kuliko kurudi kwao, a, akaona bora apange apange chumba ambacho ataishi mwenyewe, lakini katika kupanga huko alipanga kuwa anajihusisha na watu, yaani anafanya mahusiano na watu mbalimbali mbali, ili mradi tu aweze kupona ugonjwa wake. Basi Kitunguru alifanikiwa akapanga chumba um, lakini kwanza, kabla hajapanga hicho chumba, kwa sababu alifika usiku. Alipofika usiku, akaomba hifadhi katika kaya moja, wakamruhusu, kwa sababu walikuwa hawamfahamu Kitunguru ni mtu wa aina gani. Basi wakawa wamempa hifadhi hapo, lakini sasa cha ajabu ni kwamba wale watu walikuwa wana kawaida ya kwenda kusali usiku, walikuwa wanatembeleana nyumba kwa nyumba kwenda kusali usiku. Basi siku hiyo usiku ilikuwa ni zamu ya jirani yao mwingine, wakamwacha Kitunguru ndani peke yake, wakamwambia kwamba asi, asija akatoka nje peke yake mpaka watakaporudi. Basi Kitunguru akakubali, lakini vile ambavyo Kitunguru hana bahati, alivyoona wameondoka akaona ni muda wake wa kuji wa kujimwamba fai akaona ni muda wake wa kujitawala kwamba paka akiondoka, panya utawala. Sasa Kitunguru akajiona kama vile yeye ni panya, basi akatafuta masufuria, akasema aanze kupika. Sasa tukumbuke kwamba Kitunguru alikuwa anaishi maisha ya kijijini, na pale alipoenda walikuwa wameendelea kidogo, ilikuwa ni jamii ya mbogamboga. Sasa hapo alipoenda alikuwa ni jamii ya mboga mboga lakini pia na nafaka. Basi kitunguru akawasha jiko, alivyowasha jiko, maskini ya Mungu, vile hajui eh, vile hajui kuwasha jiko, majiko ya siku hizi bwana. Kitunguru akajikuta ana, anaanza kuunguza vitu vya mle ndani, alipata hofu sana, lakini bado akajamini, akasema kwamba ah Ata vikiongoa vyote e, ataondoka tu, atawachia lijumba la afya ataondoka, lakini Mungu si athumani, kabla hajaondoka, hajapanga kuondoka. Wale watu wakao wamerudi, walivorudi walikasirika sana akisema, eh, jamani kweli umeweza kutunguzia nyumba yetu hivi kweli? Jamani, yaani tumekuacha muda mfupi tu, umeamua kutunguzia nyumba yetu hivi. Basi wakasema, sisi hatuwezi tukaendelea kukaa na wewe kwa kweli, haiwezekani yani, mtu utakuwa unalaana sana wewe yani, mtu utakuwa una mikosi sana na sisi hatuwezi kuendelea kuishi na mtu mwenye mikosi. Tunaomba uchukue vilago vyako uweze kuondoka, kwa sababu inaonekana wewe hautangamani na mtu yoyote, yani wewe, yani kwa namna tu tulivyokuona, kwa namna tu tulivyokuona, inaonekana wewe sio mtu wa watu. Basi kitunguru akakasirika, alivyokasirika akawatukana, akafanyaje, akaambia lijumba libaya ndio maana limeungua sijui nini. Yani kitunguru aliongea maneno mengi sana, lakini ukiangalia ni kweli, aliunguza ile nyumba upande mmoja, upande mmoja ulikuwa unaonekana kabisa kwamba umeungua, sawa. Basi kwa hasira kitunguru akaondoka, akasema, akawaza moyoni kwamba anaenda kutafuta hifadhi sehemu nyingine, ambayo itamsaidia kulala ili kesho yake asubuhi aweze kuamka na kutafuta chumba ambacho atapanga. Basi kitunguru akaondoka kwa hasira, hakuona kwamba amekosea, ombe msamaha, alizidi kuwa mkali, akawa mkali kama moto, yani alikuwa anafuka moshi na kila akiongea alikuwa anafuka moshi. Akaondoka pale akawachia nyumba yao, hajaomba msamaha, hajafanya nini. Basi wale watu wakafunga mlango wao, wakamwacha kitunguru akaondoka. Kitunguru akaanza kujikongoja, akatembea, ilikuwa ni usiku vichaka mapolini, akaanza kutembea mdogo mdogo, akitafuta sehemu ambayo atapata ili aweze kujihifadhi usiku huo. Basi kitungulu alitembea bila kuona nyumba yoyote, aliendelea kutembea usiku huo porini. Kitungulu akaendelea kutembea, na ilivyo si bahati, njiani alikutana na mnyama mkali. Basi kitungulu itaendelea.